Ahalan wasahalan wa marhaban bikum, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi inaitwa Mchuma Janga Hula na Wakwao sehemu ya 28, na sehemu ya 27 tulipoishia tulimwona Bizanura baada ya vimbwanga vyote kuisha, wakati Afande Chacha pamoja na Mzee Baruzu uye ambavyo namna jinsi ambavyo walivyokuwa wakibishana kwa kupitia sauti zenye miangwi pale dukani, na hatimaye ikaja ikaisha hiyo hali na hatimaye mwangaza ukaonekana. Moja kwa moja Bizanura Kabindi aliamua kuja kutoka huko dukani na akaja moja kwa moja mpaka nyumbani. Hapo ndipo tulipomwona amekuta mlango umefungwa, na hatimaye hata alivyojaribu kusukuma, akijua kwamba labda inawezekana atakuwa aliacha aliegeshea lakini hakuweza kufunguka na hatimaye akaanza kuwaza ni nani ambaye atakaye kuwepo humo ndani. Baada ya kuwaza kwa muda mrefu, ndipo ambapo askari Eroida na yeye alitoka huko moja kwa moja na kufika pale na akaanza kuzungumza naye, na alivyozungumza naye, tukaona moja kwa moja askari Eroida ndo ambaye akaamua kubisha hodi na baada ya kubisha hodi, mzee Kashero akasikika ndani sauti yake ikiwaambia karibu, na hatimaye ndipo ambapo alikuja mzee Kashero na akafungua. Baada ya kuingia ndani, Bizanura Kabindi akakuta mtoto wake Firomena amelala kitandani. Hapo ndipo akaanza kuamaki je, huyo mtoto atakuwa ni mzima au atakuwa amepatwa na matatizo, au alivyosinzia ndo kasinzia moja kwa moja, yaani ikimaanisha Mungu ameshamchukua. Mtunzi na msimulizi wako ni mimi mwenyewe HSD02 Baba Sam The King. Kama endapo hauja subscribe chaneli yetu hapa chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Unaweza ukagusa hapo moja kwa moja, utakuwa umesubscribe chaneli yetu ya baba Sam The King Tanzania TV channel. Utakuwa ni wa kwanza kabisa ambapo makara mbalimbali mbali zinapotolewa hapa au simulizi mbalimbali utakuwa ukizipata wewe ndo wa kwanza kabisa kuzipata simulizi ambazo zitakazokuwa zinaendelea hapa. Sasa karibu sehemu ya ishirini na nane, tuendelee kuisikiliza simulizi hii. Baada ya kuwa meamaki kwa muda mrefu, bizanura kabindi moja kwa moja Askari Roida na yeye aliamua kuingia ndani baada ya kumwona mzee Kashero ametoka nje, yeye akaingia ndani. Hapo ndipo ambapo alianza kum, kuzungumza na Zanura Kabindi huku akisema, hmm? mbona inaonekana kama vile hauna, hauna raha rafiki yangu, kuna shida gani? Zanura akazungumza huku akisema mm, shoga siwezi nikawa na furaha ya aina yoyote hali ya kwamba nimekuta mtoto wangu amelala na bado hata sijajua je atakuwa amelala moja kwa moja au atakuja kuamka yaani hapa nilipo mpaka nimeshachanganyikiwa hata sijui labda inawezekana ataamka Askari Roida akazungumza huku akisema mm, rafiki yangu siwa na wasiwasi wasi basi, unakuwa na wasiwasi wasi na mtoto? Huenda tu amesinzia zake. Ingekuwa kwamba eti tulikuwa tumeenda kule tukamaliza hata siku mbili tatu, hapo ndo ngeanza kuwa na wasiwasi wasi, kwa sababu singejua kwamba mtoto yuko hai au yukoje, kwa sababu huenda ni njaa nini lakini leo leo tu ndo tumeenda leo leo na tumerudi leo leo, au unaiona? Ni kama siku nyingine. Rafiki yangu Zanura akazungumza huku akisema, mm, shoga, unajua nilikuwa nimepoteza kabisa kumbukumbu. Mimi nilikuwa najua kabisa inawezekana hii ni siku nyingine, lakini kama ni siku hiyo hiyo basi kweli mtoto wangu atakuwa yuko salama. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, kutokana na yale mazungumzo ambayo wanaendelea kuzungumza, basi hapo hapo mtoto Filomena alishtuka na hatimaye akaanza kujinyosha nyosha. Baada ya kuanza kujinyosha nyosha akiwa anataka kuanza kulia tu, mama yake alimchukua na alipomchukua moja kwa moja mtoto alinyamaza, na hatimaye akaendelea kuwa na furaha. Baada ya kuendelea kuwa na furaha, huku katika lile duka la bwana Wavuti, bwana Kijangu aliamka moja kwa moja na kuanza kumhoji askari Chacha. Walianza kuzungumza. Mazungumzo yao yalikuwa kama hivi: eh, ndugu yangu, yaani hayo yote ndio uliokuwa yafanya askari? Kumbe kuna maaskari wengine ambao kidogo mme mna mambomambo mambo yenu mengine eh, yaani mimi nilikuwa kabisa, yani nimeshajiandaa kama nikufa nife tu kwa sababu sikuona haja ya kuendelea kuishi duniani kutokana na hayo yote yaliyojitokeza. Ndugu yangu, nilikuwa nusu mfu, sikufichi. Askari Chacha akazungumza huku akisema, wewe hautakiwi kuogopa kwa, kwa sababu sisi haya mambo tunayajua tu tangu zamani mura sisi ni vitu ambavyo tumeacha tumekabidhiwa, eh? na mababa zetu, mababu zetu walikuwa wakifanya sana hivi vitu. Kwa hiyo muda mwingine katika hiki kijiji cha Kibenze inatakiwa watu tujaribu kuwa waganga hivi kidogo, mambo ndio yanaweza kwenda sawa. Najua vitu vingine havitakiwi kuviacha hivi hivi mtu anaonewa, mtu anaamua kukandamizwa, halafu watu wengine tu wanachukulia maasiara tu. Sasa sisi wengine hatuwezi tukakubali, ni lazima tuende nao bega kwa bega, ili tuweze kuangalia, je, hivi kweli huyu mtu amefungwa, hamna kitu ambacho kilichotokea? Kwa sababu mimi hapa nilipeleleza kwa yule mwanamke yule yule mwanamke yule mwanamke wa wavuti aliniambia kwamba huyu mzee baruzu huyu huyu ni mchawi. Sasa kwa vile ni mchawi, nikaona isiwe shida mura, ikanibidi nianze kutafuta kila njia ya kuweza kuangalia kwa, kwa sababu mimi nimeachiwa mikoba, nikaona ni vyema niende kwenye kilinge changu kwanza, nikatazame kama endapo je, hakuna mkono wa mtu ambayo uliotumika? Je, huyu baruzu uye huyu sio mchawi? ili niweze kuenda kujihakikishia. Na kweli nilivyohakikisha, nimekuta kumbe ile ilikuwa ni nyundo kweli aliyokuwa ameshikilia kijana yule wa kuitwa Wavuti, kumbe alikuwa nasingiziwa tu. sasa tunakuja tu huko hapa, tunajaribu kusuruhisha mambo, wamekuta dukani vitu hamna, najaribu kuwarudishia kwaru... uoni wao ambao amewawekea kiini macho. Yeye anaanza kujitokeza eti yeye katika hiki kijiji cha Kibenze eti yeye ndio mchawi anajulikana, hajui kama mimi ndo mganga ninayejulikana pia. Sasa nimemkomesha hmm ameenda yete, nataka kumtorea uhai bwana Wavuti, lakini najua hatoweza, kwa sababu mimi nipo na ninaona kabisa ameonewa bwana Wavuti. Ile ilikuwa ni nyundo, na wala sio sio msokoto wa bangi kama wengine wanavyojua, wanaonyeshwa kiini macho tu. Na ngoja niende nimpitie hapo askari Roida uweze kwenda kulishughulikia. Kwa hiyo kijana, wefika pale tu kituo cha polisi, wewe ulizia fande Chacha, kama endapo utakuwa una chochote kile unahitaji kukiangalia kwenye kiringe changu. Bwana Kijangwa akazungumza huku akisema mm, aisee, nitakuja kwa kweli kama nikiona kuna vitu ambavyo vinanisumbua, ah, ni lazima nije, kwa sababu nimekuamini moja kwa moja. Brother, nimeona una uwezo fulani hivi. Jamaa anatega na wewe unategua. Mimi nikiwa nimelala hapo hapo chini, sikutaka hata kuinuka, kwa sababu nilijua nitaharibu mambo da. Lakini we mkali. Askari Chacha akazungumza huku akisema "Usiwe na shida mura, tuko pamoja ise. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, maanake waliagana moja kwa moja. Bwana Kijangwa akarudi nyumbani kwake na hatimaye Askari Chacha akaja moja kwa moja mpaka kwa mzee wa vuti. Baada ya kufika pale kwa mzee wa vuti, akawasikia askari Roida pamoja na Abizanura Kabindi wapo ndani, lakini akajaribu kutazama hapa na pale, akamkuta mzee Kashero amejinamia akitafakari yale yote ambayo yanajaribu kutokea katika maisha yao, na akitafakari je, mwanaye atakuja vipi? Atarudi vipi nyumbani? Alikuwa akitafakari mambo mengi ambayo yaliyomkuta kijana wake wa Vuti. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti sehemu ya 28 ya simulizi hii mchuma janga hula na wakwao imeishia hapa. Tumemwona bwana Kijangwa akiwa anazungumza na askari Chacha kutokana na uwezo wake wa kuweza kubishana na mzee Baruzu. Huyu pia askari Chacha anatoka kule dukani na kufika kwa bwana Wavuti, akasikia sauti za kike ndani zikiwa zinazungumza, yaani wanawake wawili. Baada ya kusikiliza vizuri, akasikia ni sauti ya Bizanura Kabindi akiwa pamoja na askari Roida. Baada ya kutazama hapa na pale pale uwanjani, akakuta Mzee Kashero amejiinamia akiwa anawaza mambo mengi, hasa akiwaza yale ambayo anayapitia kijana wake. Kama utakuwa haujasubscribe chaneli hii, basi chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina alama ya kengele na pia kina rangi nyekundu ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa mwanafamilia wa chaneli hii simulizi na makala mbali mbali ambavyo vinaendelea kurushwa hapa wewe utakuwa ni wa kwanza kabisa kuvipata nikuageni niseme kwa heri mpaka hapo sehemu ya 29 ya simulizi hii mchuma janga hula na wa kwao niseme